So kwa hii next video nitakuwa naonyesha, I will be telling you about the protective mattress. Yani ndo mwelewe ni nini nilikuwa ni nasema. So hii you ndo know the protective mattress. So, ilibidi nini nitafute the biggest of all yenye ye, ye hiko. So ni 180 by 200 wiyo no, mnaona, no, no, no, no. This is the biggest. So hii protective mattress, najua muna shangai na kazi. So, hivi ndo inakaa.

Nice. So hii ukifungua inakuja inakaa, iko na iko na something happen. Iko na hii material kama hii. So kwa hii kwa ukikata kwa cutouts zako, ukikata hizi cutouts, hii hautahitaji but hii unaweza unaweza ikata, alafu uweke utumie kwa kitu kingine, ni material poa. So hii ndio hiyo material. So what you do tulisema unatumia fabric scissors, si plastic scissors. So unakata unakata all round vile si, so unajua tu hiyo shape unaikata, yeah. Kisha kata itakaa hivi, inakaa kama skirt, alafu unakunja vizuri, unakunja vizuri obviously, utakuja tu kupata vile unaweza itumia. Unaiweka kando, sio unaiacha hapo so, so mattress yako hivi ndio inakaa, mattress protector yako Kifungua tu tumeifungua. So kama ni size uh, size this is a uh, extra small. Alafu na size 2 sizes size so, ni hizo mpaka size 5. So ukiangalia hapa kwa hii drawing yetu tuko na size 4. So hapa size 4 zinajaa hivyo all ram. Sasa uki ukiweka size 4 so hivi ndio una, una ukitaka kwa mattress protector tuseme iko plain. So unaeka hivi, unaanzia na inside then una flip unakuja tena na inside. Hivyo hivyo hivyo hivyo unapanga vizuri, yani vile uta save space. Uki, sasa una ukifika mwisho kwa hii size 4 unaona tulifika hapa. Kufika hapa size 4 tena haingetoshea sinaona ingetoka nje na hakuna vile tungefanya so to your space hivyo, you think outside the box. So unakuja unachukua size 2 hapa eh, ama size 1 vile utaona. So, so, si tuliweka hapa size 2 size 2 alafu hii row ikakuwa ni size 3 tukaweka size 3 size 3 size 3 kufika hapa p tukaona hii space size 3 haitatoshea so utafanya nini unachukua hizi ko zako zingine unaweka yes, you nasi know unaona ilitoshea halafu one thing ufai kusahau ni ku label juu tuseme ulisahau ku label au tena ukishamaliza utakuja kujiuliza eh hey, tena hii ilikuwa size gani so kitu nafaa kufanya ukisha ukisha trace make sure you label you label you label haya tushamaliza mambo na ku trace so how do we cut So unajuliza tutakata aje hii mattress? Kujua sasa umeona hizi spaces zimeshikana. So uko like, hey, ndakata aje? So kitu unafanya vile unaona hapa tuseme hapa ndio starting point yako. So unakuja na tuasiumu uko na table poa tuasiumu tu ama hata ukio chini. So what you do? Unashikilia tu you trace you trace. Unaona hii shape ilikuwa ime, ime, imekuja hadi hapa. So unakuja unakuja unafungua unakata tu kidogo ndio ikupe access ya kukuja, vile utakuja ukate hapa. So ukishapata hii space unakuja, so makasi yako unaweka hivi, then unakata tu, unakata unafika hapa. So ukisha ukishakata hivyo, unaitoa alafu, kama ni hii niko iko hivi na hivi, unakuja tena, si already ushapata space hapa, then unaweka makasi unaweka makasi unas snip, unasnip tu kidogo vile itakupea access to this line so you snip, then you turn your scissors, then you go. Alafu bado kuna hii hi, hii hi share the same line na hii, so uko hapa tasu vilikuwa hivi, so unakata hivi, unakata hii line kidogo, alafu unakuja unakata hivo as as guys.